Habari kuhusu nchi ya China. China imeunda kinu kinachoitwa jua bandia. Leo ungane na mimi mtangazaji wako George Malanda kusikiliza nakala hii. Jua bandia ni moja ya sehemu ya utafiti wa Kichina ambazo unatumia nguvu za kinyuklia. Hata hivyo ni muhimu kuelewa maana halisi ya neno hili jua bandia. Tuanze maana halisi ya jua bandia. Jua bandia la China si jua jipya linalotoa mwanga angani; badala yake ni kinu cha majaribio cha nuclear fusion reactor kinachojulikana kama Experimental Advanced Superconducting Tokamak EAST. Kinu hiki kimetengenezwa kwa lengo la kuiga mchakato wa asili miongoni ya atomi, yaani nuclear fusion, unaotokea ndani ya jua letu. Jinsi inavyofanya kazi: katika jua, atomu ndogo ya hidrojeni huungana pamoja na kutengeneza atomi kubwa za helium, na mchakato huu hutoa kiasi kikubwa cha nishati. Kinu cha EAST kinatumia sumaku zenye nguvu sana ili kushikilia na kupasha moto plasma ama gesi ya atomi zilizopashwa moto sana hadi joto la jua sana, ambalo linaweza kufikia nyuzi joto milioni mia moja au zaidi, zaidi ya mara sita ya joto la ndani ya jua. Tuangalie mafanikio na rekodi. Wanasayansi wa China wamepata mafanikio makubwa na kuvunja rekodi kadhaa katika utafiti huu. Rekodi ya muda Mwaka 2025 kinu cha EAST kiliweka rekodi mpya ya dunia kwa kudumisha utendaji wa plasma yenye joto kali kwa sekunde 1066 Hili lilikuwa hatua kubwa, kwani uwezo wa kudumisha utulivu kwa muda mrefu ni muhimu ili kufikia nishati ya fashion itakayoweza kutumika kibiashara. Malengo ya nishati safi: lengo kuu la utafiti huo ni kupata nishati safi isiyo na uchafuzi na isiyo isha. Nishati ya fashion inachukuliwa kuwa salama zaidi kuliko fashion ama mchakato wa sasa wa mitambo ya nyuklia, wani haitoi taka hatari za mionzi kwa wingi na haiwezi kulipuka. Kwa kifupi zaidi, China haijatengeneza jua halisi, bali imeunda kinu cha kisasa cha majaribio kinachotumia teknolojia ya hali ya juu.